Unatumia P2 kwa lengo la kuzuia ujauzito. Wenda haupo kwenye ndoa au haujawa tayari kubeba ujauzito. Kila unapokutana na mwenza wako, unameza kidonge cha P2 kwa lengo la kuzuia usipate ujauzito. Kumbuka kwamba kidonge kimoja cha P2 kinaweza kuathiri homoni zako lakini vile vile kinaweza kufanya mayai ya mwanamke yasipevuke kwa sababu kina kemikali ambayo inaweza kupelekea mwanamke ukashindwa kupata ujauzito kabisa. Wapo wanawake wengi sana ambao leo hii wanalia, wanajuta kwa nini walitumia P2 mara kwa mara kuzuia ujauzito leo hii wanashindwa kupata ujauzito, hawatumii njia yote ya kupanga uzazi lakini wanashiriki tendo la ndoa zaidi ya mwaka, miaka miwili hawapati mtoto. Kwa sababu gani? kwa sababu sababu gani ni ya ile kemikali imeenda kuathiri mfumo mzima wa uzazi, umeshindwa kufanya kazi yake vizuri na hatimaye kuwafanya kuwa wagumba ama kushindwa kupata ujauzito. Inawezekana tayari ulishawahi kutumia P2, eh, au ulitumia njia yote ya uzazi wa mpango ambayo sio salama, na leo unahitaji ujauzito ila imekuwa ni changamoto kubwa, basi kuna tiba maalum ambayo itakusaidia kuweza kuondoa P2 uh, kemikali ya P2 pamoja na uh, kemikali zote za uzazi wa mpango ambazo so ulitumia, ukawa vizuri kwenye mfumo wako wa uzazi na ukabeba ujauzito.